Mkuu wa Wilaya ya Mbulu mkoani Manyara, Celestino Mafuga, amewataka wakazi wa kijiji cha Guye kuacha malumbano yasiyo na tija na amewapa mwezi mmoja kuhakikisha wamejenga madarasa ya shule ya msingi kijijini hapo. Mafuga amesema nahitaji yapatiwe mpango kazi wa maendeleo ya kijiji hicho ikiwemo kujenga madarasa na kuachana na malumbano yasiyo na tija. Niwe, ninataka mpango wa maendeleo, ndani ya mwezi mmoja muwe umeshapitisha, ni kijiji cha ajabu kwamba kinakubaliana mwezi mwaka mzima msifanye shughuli za maendeleo. Wakati mnasema msifanye shughuli za maendeleo, watoto wanaenda shule kule, ma, nani, ma, madawati hamna, hayatoshi, madarasa hayatoshi. Sasa huu mwaka mnamwachia nani pamoja kwa na kwamba serikali imesema inatoa elimu bure au pasipo na malipo, lakini ujenzi wa madarasa ni jukumu lenu. Akitoa malalamiko yake mbele ya mkuu wa wilaya, mkazi wa kijiji hicho Adam Sule amesema anashangazwa na kuwepo kwa deni wanalodaiwa na wakili wao, wakati kijiji kilishamlipa fedha zake zote. kwamba mheshimiwa, nani, wakili anaidai kijiji kiasi cha milioni moja na nusu, lakini tulivyokuwa tunaijua kwamba wakili ameshalipwa ndani ya, ya milioni ta, milioni tatu na, na, na laki tano, lakini mwaka jana kipindi tulivyokuwa kwenye hii nani, kwenye taarifa hii ya mapato na matumizi ya mwaka jana tuliambiwa kwamba wakili bado anadai kijiji, wakati tulishamaliza kwamba kijiji haidaiwi na wakili. Wakili anasimamia tu kesi, alafu majibu yaje.